Mtumiaji wa TikTok kutoka Indonesia amehukumiwa kifungo cha karibu miaka mitatu jela baada ya kuripotiwa kuzungumza na picha ya Yesu kwenye simu yake na kumwambia akate nywele. Ratu Talia mwanamke mwenye jinsia tofauti ambaye ni mwislamu na ana wafuasi zaidi ya laki nne na elfu arobaini na mbili kwenye mtandao wa TikTok alikuwa akifanya moja ya matangazo ya moja kwa moja yani live stream, na alikuwa akijibu maoni yaliyosema akate nywele ili yaonekane kama mwanaume. Jumatatu, mahakama katika Medan Samata ilimkuta Talia na hatia ya kueneza chuki chini ya sheria tata ya laana ya maneno mtandaoni na kumhukumu kifungo cha miaka miwili na miezi kumi jela. Mahakama ilisema kuwa maoni yake yanaweza kuvuruga utaratibu wa umma na mahusiano ya kidini katika jamii na kumshutumu kwa kumtukana Mungu. Uamuzi wa mahakama ulijiri baada ya makundi kadhaa ya Kikristo kufungua malalamiko polisi dhidi ya Talia kwa kumtukana Mungu. Sentensi hiyo imetafsiriwa na makundi ya haki za binadamu ikiwemo Amnesty International ambao walieleza kama shambulio la kushangaza dhidi ya uhuru wa kujieleza wa Ratu Talia na kuuita uwezekano wa kutenguliwa. Vyo vya Indonesia havipaswi kutumia sheria ya habari na mamlaka ya kielektroniki EIT ya nchi hiyo kuadhibu watu kwa maoni waliotoa kwenye mitandao ya kijamii, alisema Asman Hamid, mkurugenzi mtendaji wa Amnesty International Indonesia katika taarifa. Wakati Indonesia inapaswa kupiga marufuku utetezi wa chuki za kidini zinazochochea ubaguzi, uadui au vurugu. Kitendo cha kusema cha Ratu Talia hakifikii kizingiti hicho. Bwana Hamid aliwataka mamlaka ya Indonesia kubatilisha hukumu ya Talia na kuhakikisha kuwa anaachiwa huru mara moja kutoka mahabusu. Alisisitiza pia kufanya marekebisho makubwa kwa kile alichokieleza kama vipengele vinavyosumbua kwenye sheria ya EIT hasa vinavyohusiana na jinai zinazohusiana na tabia zisizofaa, kashfa na maneno ya chuki. Sheria ya EIT ilianzishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2008 na kubadilishwa mwaka 2016 ili kushughulikia kashfa mtandaoni na ilikusudiwa kulinda haki za watu katika maeneo ya mtandao. Hata hivyo, imekashifiwa sana na makundi ya haki za binadamu, makundi ya vyombo vya habari na wataalamu wa sheria ambao wamekuwa na wasiwasi kuhusu tishio la sheria hii kwa uhuru wa kujieleza. Kulingana na takwimu kutoka Amnesty International, angalau watu 560 walishtakiwa kwa ukiukwaji wa sheria ya EIT wakati wanatumia uhuru wao wa kujieleza kati ya mwaka 2019 na mwaka 2024 na 421 walihukumiwa. Wale walioshtakiwa kwa makosa ya kashfa na maneno ya chuki ni pamoja na wafuasi kadhaa wa mitandao ya kijamii. Mnamo Septemba mwaka 2023 mwanamke Mwislamu alihukumiwa kifungo cha miaka miwili jela kwa kutukana Uislamu baada ya kutumia video maarufu ya TikTok ambayo ilisema neno la Kiislamu kabla ya kula nguruwe. Mnamo mwaka 2024, tiktoker mwingine alikamatwa kwa kumtukana Mungu baada ya kutumia maswali ya mitihani kwa watoto kuhusu wanyama gani wanaweza kusoma Kuruani, kulingana na Amnesty International. Indonesia ni nchi yenye dini nyingi ikiwa ni pamoja na Wabudha, Wakristo na Wahindu, lakini idadi kubwa ni Waislamu, na kesi nyingi za watu wanaoshtakiwa kwa ukiukaji wa sheria ya EIT kwa kawaida zinahusiana na wachache wa kidini wanaoshutumiwa kwa kutukana na Uislamu. Kesi ya Italia, ambapo mwanamke mwislamu anashutumiwa kwa kutoa maneno ya chuki dhidi ya Ukristo, ni nadra. Mawakili wa mashtaka awali walidai apewe hukumu ya zaidi ya miaka minne na mara moja walikata rufaa dhidi ya hukumu ya Jumatatu. Talia alipewa siku saba ili kukata rufaa. Mimi ni Bahati Limu na hii ni Simulizi na Sauti.